Neno Bwana linalotumika hapa anasema, Bwana ndiye aliyeruhusu Yehoyakimu yashindwe. Hii Bwana inayotajwa hapa kwa Kiebrania ni Mungu anayetambulishwa kama Adonai. Adonai ni Mungu aketie katika enzi yake akiwa anatawala. Haleluya! Iko hivi, Mungu ameketi kwenye enzi yake, lakini anaruhusu mumeo analala usingizi wa mauti. Adonai akiwa ameketi kwenye enzi yake, anaruhusu mwanao anapata ajali mbaya. Swali ni hili, kama Bwana anatawala ni kitu gani hicho ambacho kinaendelea? Jibu ni hili, ni kwa sababu, yani Mungu akiruhusu, aki kwamba kwenye njia ninayopita pakaonekana kama pana kushindwa, ni kwa sababu ana kusudi kubwa zaidi kule mbele. Haleluya, Bwana asifiwe sana Kwenye kitabu cha Danieli, Mungu aliruhusu watoto wake wakashindwa, wakatekwa, wakaenda utumwani, kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi la kuiokoa Babeli.